Sasa basi, ndugu yangu mwislamu na mpenzi wa mambo ya kheri, tuko katika harambee ya kuhakikisha hapa katika eneo hili yanasimama vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi ya mwalimu. Nani wa kuyatenda haya? Nani wa kuyafanya haya? Ni wewe tena ndugu yangu mwislamu, usichoke katika khairati hizi. Kumbuka ya kuwa haya tunayo tunayokuitia ndani yake yana faida kubwa sana. Maiti yanapokufa huwa hutamani kurudi tena duniani, sikuja kuswali wala kufunga wala kwenda wala hija, bali hutamani kurudi Allah ampe nafasi na wasaa wa kutoa sadaka, achangie katika mambo ya kheri kama haya. Ndugu yangu, bado uko hai, uko mzima na Allah anakujalia riski mbalimbali mbali. Wekeza kwa ajili ya akhira yako. Wama tukadimu lianfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, hakuna chochote utakachokitanguliza mbele ya Allah utakikuta ndugu yangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu fikiria ndugu yangu Muislam, katika eneo hili darasa Mama, watoto wangapi wataijua dini yao? Darasa hili huenda likazalisha masheikh, huenda likazalisha madai, huenda likazalisha walimu watu ambao wataipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sadaqatul jaria kubwa kabisa, ndugu yangu mwislamu, itakayokusaidia siku ambayo roho yako inaacha na mwili wako, siku ambayo unapokelewa na kuwekwa katika mwana ndani. Hapo ndugu yangu ndipo utakapoona ubora wa alfu moja yako, alfu tano yako, alfu kumi ulioitanguliza katika masala kama kama haya. Kumbuka, wajenzi wa madarasa ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema khairukum man taallama alqurana wa allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qurani naye akaifundisha. Huyo ndio mbora wenu. Je, yule ambaye anaipigania Qurani watu waweze kuifundisha na waweze kufundishwa ana daraja gani mbele ya Allah subhanahu wataala? Bila shaka ndugu yangu Mwislam, ana daraja kubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa tupo katika awamu ya pili ya kuchangishana zile zile mia zetu mia mbili zetu mia tatu zetu mia tano zetu kuhakikisha jengo linasimama hapa, kitabu cha Allah subhanahu wataala kiweze kusomwa na watoto wanaoishi. Kumbuka, watoto wanaoishi katika eneo hili wanalazimika kutembea mpaka kilomita tatu kwenda kijiji cha tatu hapo kwenda kusoma madarasa. Usiku wanarudi wanaweza wakashambuliwa na wadudu wakali, lakini mia yako, mia mbili, alfu moja itamsaidia mtoto mwislamu wa mwenzako anayeishi katika hichi kijiji cha Msimbu asitembee umbali mrefu, aje kusoma dini yake na kurudi. Ni faida kubwa sana hiyo, ndugu yangu Muislam utakayokuwa umeipata.